Habari mkulima. Leo Fakulin Agriculture Limited tumekuletea kiatilifu bora chenye uwezo wa kuangamiza magugu kwenye mashamba ya mahindi. Pia kina mchanganyiko wa viambato vitatu vyenye ufanisi wa hali ya juu. Atrazine asilimia 18. mchanganyiko huu huua magugu mengi ya majani mapana na kuzuia magugu mapya kuibuka. Nicosulfuron, mchanganyiko huu pia huua magugu sugu ya nyasi. Mesotrione ya asilimia nne hufanya kazi kwa haraka sana, huua magugu ya majani mapana na manyasi. Matumizi: tumia FireMan kwenye shamba lako la mahindi kulingana na ukubwa ama wingi wa magugu. Kwa magugu madogo yenye majani mawili hadi matano, tumia mls mia mbili kwa lita ishirini za maji. Kwa magugu makubwa yenye majani matano na kuendelea Tumia mils 250 kwa lita ishirini za maji. Lita moja ya FireMan hutumika kwenye ekari moja ya shamba la mahindi. Karibuni sana.